Inaongezeka hii tukiwaweka Jumapili nakuwa mara ya saba inaingia, Yanga na Mtibwa ni Yanga, nasisi wamewatuma watu wao, wao watawawakilisha, si tutawashona baasuu yenyeweshuenyewebaamanaliyetu yeah. yeah. kaia kaisa unapokwenda kucheza na, na timu yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah, yeah. yeah. yeah. kama Simba utakiwa kufanya mazoezi kajichosha, unatakiwa uenjoi. Kama hivyo tu suku unaenjoi, mwili unasubiri siku ya mechi ifike, tukapate matokeo. Kwa hiyo mimi niwaambie mashabiki wa Yanga, tuwe tayari bana, jana wametangaza vita ya yeah. Bagamoyo wanasema wanamtoa kutoka Bagamoyo ndio wanamtegemea kwa. Eh, hiyo ishakuwa vita, ishakuwa vita, na sisi tuweke silaha zote mezani ni maandalizi yetu aikaisa. Unapokwenda kucheza na timu kama Simba, utakiwe kufata mazoezi, wajichosha, unatakiwa na uenjoiatsuu naenjoi mwili, wasubiri siku mechi ifike ukapata matokeo. Kwa mi ni waambie mashabiki wa Yanga tuwe tayari yeah. Bwana jana ametangaza vita ya Bagamoyo, nasema wanamtuao kutoka Bagamoyo vita, hmm. Na sisi tuweke silaha zote mezani, silaha zote zikae, zikae mezani. Sisi hatuchekeshi, tutakwenda kufanya balaa kubwa siku ya Jumapili na wana Yanga, anajua, wafahamu kwamba mechi hii ina kiingilio KMC pale bura, ni uwai tu mapema kuanzia saa tano mageti yanakuwa wazi, nafunga pale saudi ya maana mzigo wa kutosha na matukio mengi kwao, tuwai tupate burudani. Leo tutatangaza rifa leo wewe. Tuliwaambia jana eh. Leo tutatangaza rifa ile. Tutampost eh. Ah ndani ya nchi. Kuwashirikisha TFF wametubariki mtungie mwamuzi ambaye anakidhi vigezo vya kuchezesha hii mechi. Wote tumeridhia. Wote tumeridhia eh. Mwamuzi anafaa. Hamna lawama. Hamna lawama. Hamna lawama sasa. Kwa sababu mimi nitakuza lawama. Umeona nini? Hamna lawama. Hamna lawama. Rifa ile inatangazwa leo. Na sisi timu yetu rasmi kuonekana mara ya kwanza kufanya mazoezi Jumamosi pale KMC. Hema tukafili kidogo pitch. Kwa Jumamosi timu yetu itaonekana pale KMC kidogo ikipasha, na mtaona baadhi ya wa wachezaji, alafu tutakuja kukiamsha pale Jumapili. Kwa hiyo wana Yanga tuje kwa wingi. Tuje tufurahi. Unajua kila siku anawafunga Pacome na sisi timu yetu imefika. Eh, eh, wao, eh, so kila siku utamu anakula mwa Ivory Coast. Sisi tena wadigo tunaokosa utamu, na sisi tuupate. Kwa <laughs> hiyo <laughs> bana siku imekuja ya kula utamu wetu. Yanga kwanza, sisi wachezaji wote wa Yanga ambao hawajaenda national team wako uwanjani, sio kucheza jukwani. Yaani, wao wanakuja kushabikia na sisi sasa. Ah, Jumapili unaona kina Maxi kina Yao kina Duke siu kina Msheli wote hao wanakuja wanakuja kushangilia sisi sasa. Eh, zamu yao kwa jukwani kutushangilia. Viongozi wanakuja wote pale, tutakwenda kupata burudani kama kawaida, hii supu, yaani, hawa sikta jamii, tunawanywa supu kabla, sababu si timu mbovu hawa, tunawanywea supu kabla, alafu mwingine baadaye, lakini hawa supu inatangulia mapema. Kama hii wewe mimi nikatoe jasho kwa timu ile, eti kabisa ikatoe jasho sisi, wale hawa wanaofanya na mazoezi watu wee, sembuse hao ambao wanakaa vitambi vitambi hao atizi za kulikuliana si tna mchezaji anaitwa Fobi, huyu hatari. Si na mtu anaitwa Fobi, anazungusha tu muda wote pale katikati pale, si na watu kaka, kuna superstar midfield ya chini hapa anaitwa Kipotoshi amasiai, yaani. Tuna midfield ya juu pale ipo kama Pedri, ipo ndalo pale, ngoma zinaachiwa. Na tuna ah, tunazindua jezi nafikiri Ijumaa kesho, tazindua jezi zetu sanechie maalum. Natangaza na mtawaona majina wa wachezaji wote. Na wachezaji maalum pia ni exclusive mtawaona kesho inshallah. Kama msio na haraka ndugu zangu. Sisi jambo. Hm? Rudi sio ya timu gani hiyo? Tutaka tutachukua mamluki hatumtaki. Hatumtaki sisi. Hatujui unaye timu gani hatumtaki. Ah, sasa hatutaka mambo mengi sisi. Sisi nataka wanetu. Eh, nataka wale watawajua. Kama wao wamchukua ang Angozala ameshakubali kuwa kipa. Kwao limeisha. Wamenipigia asubuhi. Kaniambia, nimekubali kukaa golini ba, fresh imeisha. Sisi tunasubiri siku ya mechi. Kobisi anakuja mazoezini, sasa tutamuona Jumamosi. Na Kobisi kaniambia kwamba anafanya mazoezi kali, nimuone Jumamosi. Mambo yamo kwa Jumamosi, itakuwa ni mazoezi ya mwisho kwa KMC. Eh hey, tayari, tayari.